Sijategemea kabisa kama Nay ungetoa wimbo sura hii kwa wakati kama huu. Nilitegemea mtumie platforms ambazo mko nazo kutetea utu na ubinadamu, kuhamasisha haki, kufukuza mbali dhuluma za uhai. Ni chizi tu ambayo atasema na amani ili hali mwenzake anaumia jirani. Ni chizi tu wasanii wote wa bongo flava, wasanii wote wa nyimbo za gospel, almadam wewe ni msanii, ni comedian. Uh, una kipaji kosiu cha kuigiza cha kuimba nyimbo, nikwambie, huu wakati haukuwa wakati wa kuimba zinaa. Sijategemea kabisa kama Nei ungetoa wimbo hii kwa wakati kama huu, wimbo ambao umejaa uzinzi ndani, umejaa kusapoti zinaa. Wakati kama huu sikutegemea, sikutegemea hata kidogo, hata kidogo. Wakati huu taifa linalia na utekaji linalia na dhuluma ya haki, linalia na dhuluma za uhai, taifa linalia. Nyie mnatoka mnaimba nyimbo za zinaa, wasanii wa bongo fleva mnaimba nyimbo za zinaa, mko bize, mna furai, mna amani zote, mna amani zote, mnaimba nyimbo, mko free, mna amani, yani amna hatia yote ndani. Wasemaji wa zamani walisema msanii ni kio cha jamii, ila sio kwa mimi, jamii ya mimi, wasanii nyie sio kio changu, sio kio changu. Yani, msemo mseme una maana, mataifa ya nje au watu wawatazame wasanii wanavyoona, wasanii hivyo ndivyo jamii hiyo ilivyo, kwamba watu mataifa nje wawatazame wasanii wa Bongo Flava, wasanii wa gospel wa Tanzania, komedia wa Tanzania, wawatazame hao, ndivyo waseme kwamba jamii ya watu wa Tanzania ndio hao. Kwa mfano mimi sio, mimi nitoe, mimi mnitoe, wasanii nyie sio kioo changu, mimi. mimi nitoe. Sasa nakuja kusema hivi, mnaimba nyimbo za zinaa, nyimbo za kushabikia uzinzi, nyimbo za kusifu wanaoumiza watu, mnaimba, mko free, mnawasifia, wanakuja kwenye majukwaa ya komediani, mnawasifia, mnaona ako sawa. Ninyi, ninyi, ninyi, nyie, nyie, nyie. Iko siku inakuja, hakuna jukwaa litalokusapoti kuimba wimbo wowote kwa sababu unaendelea kuimba nyimbo za sifa, wakati huko kwenye nchi ya utumwa unaendelea kuimba nyimbo za mapenzi na zinaa wakati taifa liko katika hali mbaya, jamii inalia dhuluma, jamii inalia uonevu, jamii inalia utekaji. Nyie mko kwenye majukwaa, mna support uzinzi, mnaimba zinaa, mnaona mambo yako safi, kwamba hivi alivyotakiwa. Ipo siku mambo haya yatafika nyumbani mwako. Kinywa chako hakitaweza kutoa wimbo wowote wa kuimba zinaa. Wakati unafika kila atakayeimba kupinga uonevu, kupinga dhuruma, kuchochea haki na kuhamasisha usawa katika jamii, huyo ndiyo atakayeonekana ni msanii ambaye ni kioo cha jamii. Bibilia Takatifu katika kitabu cha Amosi sura ya tano na mstari ule wa 23 Bwana anasema hivi Niondoleeni kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Mumwondolee kelele za nyimbo zenu, kwa sababu hataki kusikia kabisa sauti sauti za vinanda vyenu, kwa sababu ni sauti zinazopingana na uhalisia wa mambo yanayoendelea katika jamii. Wasanii wa comedian, mko bize, mnachekesha mnawachekesha watu mnaamani kwamba hamuoni mambo hivi yalivyo, kwamba yako wanawatumia kwenye kampeni, kwenye siasa, ili hali bado uonevu haujaondoka kwenye jamii, usawa hauko ndani ya jamii, haki haijatawala ndani ya jamii nyie. Bwana anasema mwondoleeni, mwondoleeni kelele za nyimbo zenu, ni kelele ni kelele ni kelele. Kama wasemaji wanavyosema, sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Hivyo nawaambia, jamii ya Tanzania ndio sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inalia nini? Jamii ya Tanzania inalia nini? Inalia utekaji, Mdude katekwa. Inalia utekaji, Soka katekwa. Inalia utekaji, Mlai katekwa. Inalia utekaji, Chaula katekwa. Hayo yote hamyaoni? Mzee Kibao ameshushwa kwenye gari baada ya siku kadhaa anakutwa ameuawa. Mali hayo myaoni? Nyie mnaendelea kuimba nyimbo za sifa, mnaendelea kuimba, kuimba nyimbo za mapenzi za zinaa. Nyie Bwana anasema mumwondolee kelele za nyimbo zenu. Biblia katika kitabu cha Yeremia sura 23 kuanzia ule mstari wa 16, anasema hivi: Bwana majeshi asema hivi, msisikilize maneno ya manabii wakiwatabiria kuwafundisha ubatili. Hunena maneno ya mioyo yao wenyewe, hayakutoka katika kinywa cha Bwana. Daima huwaambia wao wanaonidharau Bwana asema, mtakuwa na amani nao, humwambia kila mtu aendaye kwa ukaidi wa moyo wake, hamtapatwa na ubaya wowote. Hapa anazungumza pamoja na wasanii wa nyimbo za wanaita za, za dini, nyimbo za gospel wote ni wauni . Kama mtakuwa mnaimba amani, kuambia watu kuna amani, ili hali hakuna amani. Mnawasifu watu wanaomdharau Mungu wanaofanya kinyume na haki, mnaendelea kuwasifu na kuwapongeza. Wanakuja kwenye majukwaa ya komedi, mnaendelea kuwasifu na kuwapongeza, ili hali kuna mambo hayapo sawa ndani ya nchi. Nawambia nyie Bwana anasema msiwasikilize hao wasanii wanaoimba nyimbo za sifa, ili hali kuna wakati mgumu ndani ya taifa, watu wanaugua, watu wanaumia. Msiwasikilize hao kwa sababu wananena ya mioyo yao wenyewe, hawako hapo kwa ajili ya jamii. Nilitegemea mtumie platforms ambazo mko nazo kutetea utu na ubinadamu, kuhamasisha haki, kufukuza mbali dhuluma za uhai, kufukuza mbali dhuluma za, za, za, za, za, za utu na ubinadamu Tukiwa na amani ndani ya nchi ni kwa faida yetu sisi, kama viongozi wetu watafanya vizuri, watatimiza wajibu zao sawa sawa, kuondoa dhuluma, kuondoa utekaji, kuondoa mauaji. Wakitimiza wajibu zao, watu taishi kwa amani. Hatuwezi kusema kwamba tuko salama, tuko na amani ili hali watu wanalia, watu wanaumia, familia ya mdude wana huzuni sasa hivi, wanasema una amani. Ni chizi tu ambaye atasema na amani ili hali mwenzake anaumia, jirani. Ni chizi tu ni chizi tu atayesema kuna amani ili hali jirani anaumia. Yeremia sura sita mstari wa kumi na tatu, Bibilia anasema hivi: kwa maana tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa miongoni mwao, kila mmoja ni mtamanifu, na tangu nabii hata kuani, kila mmoja utenda mambo ya udanganyifu. Wameliponya jelala watu wangu kwa juujuu tu, wakisema amani, amani, wala hapana amani mnaenda kwenye majukwaa mnawaimbia watu kwamba safi, wanashangilia, wanaburudika, kwamba kwa njia hiyo mnaburudisha, eti mnaleta burudani kwa watu. Mnaponya jeraha za watu wa Mungu kwa juujuu tu, kwa kuambia kwa kwamba mna amani, kwamba hivi tunavyoimba mtaburudika mioyo, ilihali hapana amani. Ninyi, ninyi, ninyi, saa inafika hakuna jukwaa litakusapoti kuimba wimbo wowote, kwa sababu utakuwa umefikwa na mabaya. Tumia sauti yako kama msanii, kama kioo cha jamii, kuwakilisha jamii yako. Jamii yako inalia nini? Inaimba nini? Inasema nini? Kwa wakati huo wewe itumie kuisemea, kwa sababu mnasikilizwa na watu wengi. Nilitegemea mtumie jukwaa hilo kuhamasisha ubinadamu, kuhamasisha mema, kuondoa uovu, kufukuzia mbali maovu. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliaye kutoka gerezani, anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Heli mtule atakayeteswa, atakayefungwa au atakayewawa apate kupumzika mara baada ya tabu zake. Yesu yu karibu sana, nakuja naye anakuja kumlipa kila mtu sawasawa sawa na matendo yake. Hii ndiyo maana ya neno mala, na Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.